Ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi. So Chama cha Mapinduzi ndio dora. Labda nikupe mfano mdogo kwamba alikuwepo Barack Obama. Wakati Barack Obama anaingia madarakani kwa mara ya kwanza, alipendwa na Wamarekani wote, na we uiona alikuwa mvuto, lakini alipoenda kipindi cha pili, Barack Obama alichukiwa na Wamarekani kwa sababu sasa ndio mtawala. Kwa Chama cha Mapinduzi ni watawala sasa hawa watawala kuna watu wanawachukia tu, yaani mimi naamini kwamba kukosekana kwa fedha mfukoni mwangu basi ni chama cha mapinduzi kwao. Hawa tunao tayari tunahitaji, na hawa ambao sasa sio wanaharakati, ni watu ambao tunawajenga kwenye misingi na kuelewa hiki chama kinataka nini kwenda mbele. Kwa hiyo ile misingi kwa sababu haikuwepo, wengine tukaona kwa sababu ya sera nzuri ya Chama cha Mapinduzi, mm -hmm. na kwa sababu ni sehemu sahihi ya kufanyia siasa mm -hmm. na kwa sababu CCM inafanya siasa sahihi mm -hmm. twenda huko kufanya siasa. Bwana Joseph umejaribu kuelezea kwamba uh, pengine ungekuwa ni ule mmoja ambao mngeweza kusaidiana kama chama uh, cha demokrasia na maendeleo, ikiwa chama tawala sio hicho ambacho kina, unataka kisaidie. Unadhani chama cha demokrasia na maendeleo kingetoa pesa za kuwasaidia wanachama wake na kuinua kama jinsi ulivyosema chama kinaruzuku mm. Chama cha Chadema kilifikia ruzuku mpaka ya milioni mia tano nakwambia, kwa mwezi. Yani mwezi mmoja wanapata ruzuku. Kwa hiyo ruzuku plus michango ya wanachama, kununua kadi, kununua mavazi, kununua, eh, kupata michango kutoka nje, fundraising. Tulifanya fundraising kubwa sana, kama na kumbukumbu, watu waliweka kwenye simu, walikuwa na pesa nyingi sana ambazo zina uwezo wa kujenga matawi. Yani mi nachozungumzia tuwe na matawi huku chini, tuwe na misingi huku chini tuwe na, na, na, na, na ofisi za chama huku chini hata kwa gharama yoyote yote, na ndio maana sisi wengine ambao tulishika hivyo hivyo tulijitahidi kujenga ofisi za chama hmm. Sasa kule juu wakatupiga vitu, tukaona kumbe hawa jamaa wenzetu ni mradi. Tuliona kile chama ni cha mradi cha watu binafsi, kwa sisi wengine, kwa sababu ni cha harakati hmm. Sio chama ambacho kinaweza kuongoza dola, basi tujitoe, tufanye harakati nyingine, ndio kilichofanyika. Uh, bwana Joseph labda unaweza kutuelezea sasa, umekuwa mwanaharakati tayari na umekuwa mwanasiasa mkomavu miaka kumi na sita, nadhani ni mtu ambaye tayari ni mkomavu kwenye siasa mm -hmm. Unavyoona uh, demokrasia yetu jinsi inavyoendelea ndani ya nchi yetu, mfumo wa vyama vingi vya na demokrasia iko sawa kwa mtazamo wako kama mwanaharakati? Demokrasia inategemeana, wewe unatafasiri vipi? mm -hmm. Kila nchi na demokrasia yao mm -hmm. na nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia mm -hmm. na kuanzia mwaka tisini na mbili mm -hmm. vyama vingi viliruhusiwa na ndo maana e, ukiangalia trendi ya kuanzia mwaka 95 mm. Hivi vyama baada ya mwaka 92 95 vikafanya uchaguzi mm. Na vilipata wabunge wa vilipata madiwani, kwa mfano ni NCCR Mageuzi vilipata wabunge mpaka mkoa wa Mara alipotoka baba wa taifa mm. Manake unapoona wananchi wamekuchagueni na mwaka 95 ambapo hakuna mitandao na Chama cha Mapinduzi kikaruhusu mm. Wale watu ndio wabunge mm. Eh, walikuwa wabunge wengi sana, hata Makongoro Nyerere anafikiri kuwa mbunge mm. wa Arusha pale kupitia NCCR-Mageuzi eh? Ukienda mkoa wa Mara majimbo karibia sita. Wasira huyu alikuwa mbunge wa wa, NCCR-Mageuzi. Kwa hiyo mwaka tisini na tano miaka mitatu baadaye, baada ya vyama vingi mfumo eh? wapinzani walitoa bunge, wapinzani walitoa wa madiwani, wakaenda mwaka elfu mbili wapinzani walitoa bunge. Kafu ilishika kasi sana, kama unakumbuka vizuri Kafu ilichukua Tanga huko ikachukua Zanzibar. hmm. si ndio ikatoka. hmm. e, Kafu baada ya nisisiara na Kafu ikaja Chadema. hmm. e, mwaka elfu mbili na kumi, lakini kumbuka mwaka elfu mbili na, na, na tano pale hmm. walichukua wabunge kama sita, hata Dar es Salaam hapo walichukua Ubungu. hmm. Sawa so, lakini mwaka elfu mbili na kumi walipata wabunge wengi sana kama una kumbukumbu, Moshi, Arusha, si watu wakachukua bunge wengi sana? mm -hmm. maana yake demokrasia ya nchi hii tunayezungumza, ni demokrasia sahihi, na ndo maana mukigombea mukishinda, mnatangazwa mkigombea, mm -hmm. Muki mkishindwa, mtangazwi. Sasa wewe uniambie demokrasia kwamba utangazo wewe sasa, hiyo sio demokrasia. Demokrasia mmeanza kujipanga kuanzia mwaka tisini na tano baada ya mfumo wa vyama vingi mkaanza kupata wabunge mmeenda mwaka elfu mbili na, na kumi na tano mkapata mkaongoza majiji yote. Labda nikusaidie, yaani mwaka elfu mbili na kumi na tano mgombea alikuwa Edward Lowassa sawa, Chadema walipata majiji yote nchini hapa. Jiji la Mwanza liliongozwa na Chadema, jiji la Arusha liliongozwa na Chadema, jiji la Mbeya liliongozwa na Chadema. Jiji la la la la, Tanga liliongozwa na nafikiri kafu hmm. Lakini jiji la Dar es Salaam eh liliongozwa na Chadema, ili jiji la Dar es Salaam jiji la Dar es Salaam hapa jirani liliongozwa na Chadema, maana yake halmashauri na majiji na manispaa nyingi zilichukuliwa. Kama unakumbuka kipindi kile, pale Dar es Salaam alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Mwita mm. ndiye eh, alikuwa mstahiki mea hmm. eh, lord mea sio mstahiki lord mea yani, ilichukua mamea na lord mea na wastahiki mea sasa unataka demokrasia gani ndugu yangu? Kwa sababu hawa watu wa Chama cha Mapinduzi ambao unagombea nao umewashinda kwenye majiji, ambao wameweka miradi mikubwa eh, wameweka fedha nyingi, lakini umewashinda, wamekutangaza. unataka demokrasia gani hmm? Lakini uh, bwana Joseph, tunaona kwamba umeelezea kwamba kwa miaka nyuma kidogo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilitawala aa, maji mengi. Kumbukumbu nzuri, nimekwambia. Miaka ya nyuma tuliwaambia viongozi wetu, tujenge vijana wetu, tujijenge sisi wenyewe. sasa kilichotokea <coughs> mwaka elfu mbili kumi na tano ni tamaa yao mm. kwa sababu si, si m walienda kwenye mchakato wa uchaguzi Dodoma. Walivyofika Dodoma kwenye mchakato wa uchaguzi, wakachaguana. Katika kuchaguana, wakamwangusha jamaa moja alikuwa na nguvu, ndo aliyowaacha wao Chadema kwa tamaa yao, wakamchukua. Walivyomchukua, bahati nzuri, kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili kumi na tano mm, Chadema ikapata mawaziri wakuu wawili, heri Yani maana yake wewe trend ya 95 umeanza kupata wabunge wa watano kumi 40 wa mpaka 50 na majiji yote ya mongoza, alafu unakuja kujikuta unampata waziri mkuu, waziri wa kwa staff, mawaziri walikuwa mashaka kule, sababu ana gugumu. Alikuwa jamaa yule, alikuwa hapa Dar es Salaam hapa, sijibu gani siyo, alikuwa kule. Maana yake wana mawaziri wa serikali wanaojua siri, walikuwa viongozi, wakakimbilia kule wakagombea ubunge na wakashinda sehemu nyingi sana. Sasa hawa watu wameshashinda, mnahitaji sasa kutengeneza mifumo sasa. Mifumo wakati wanataka kuitengeneza, wakagombana madaraka juu, wakaamua kuwatengenezea mazingira magumu wale mawaziri wakuwa wa sasa, ili wasiwasaidie kwenye chama chao. Sasa hapo Chama cha Mapinduzi kimeingia nini nini, ndio mmewapokea na hali haikuonekana nini, mkawaweka kama wagombea, mkafanikiwa kupata viti vingi na ruzuku kubwa katika nchi hii. Sasa mmeisha pata msingi sasa, msingi hata kiondoka <coughs> ni msingi huo huo. Mlitakiwa mjitengeneze mwaka elfu mbili na ishirini ili mchukue dola. Wakaanza harakati, wakaanza matusi, wakaanza kuteka watu, wakaanza kuua watu. Maana yake serikali inakuangalia, wao wanateka watu wetu, unaumiza watu wetu ili tusingilie sisi, kwa sababu serikali itachukua maamuzi magumu, ikaendelea na harakati zake. Bahati nzuri alifika John Pombe kaendelea, akaendelea kipindi cha pili, Mungu akamchukua, na sasa hivi tuna serikali ya awamu ya sita. Sasa uniambie, upinzani umevurugwa vipi wakati juzi tu kama tuna kumbukumbu, waandishi? Juzi tu wametoka kupata majiji yote na kuongoza, wametoka kupata wabunge wengi nchi, wametoka kupata madiwani wengi nchi, wanakuja wanasema no election no reform No, maana yake mwenyekiti wao wa taifa alishinda anasema, mwaka huu hakuna uchaguzi, maana yake hata shiriki uchaguzi. Kama mna kumbukumbu na hiyo hotuba yake, mwiweke hapo kwenye maelezo haya, alisema a, hivi kama unafikiria kugombea udiwani kwa tiketi ya Chadema sawa, kama unafikiria kugombea ubunge kwa tiketi ya Chadema sawa, na kama mimi nilikuwa nafikiria kugombea urais kwa tiketi ya tendo mwenye msaada, maana yake mwaka huu hakuna uchaguzi. Sasa kalenda ya serikali ipo wazi, uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano kwa utaratibu wa kawaida, na ni mwezi wa Oktoba, eh, ni mwezi wa elfu mbili thelathini Oktoba kuna uchaguzi mkuu, haina mjadala hiyo, ni kalenda. Sasa kabla ya kalenda, mfanye mambo yenu hapa lakini mwenyekiti kwenye uchaguzi anasema anaenda a anaenda kwamba hawa wenzetu waliona wameshindwa, mm, wa wame kujenga msingi mm. Sasa wakatengeneza siasa za taharuki hapa, na ni siasa nzuri sana. Siasa za taharuki hapa unapata wafuasi Yani, yani, siasa za kutukana, siasa za kuteka watu, siasa za kuumiza watu, siasa za kuamini wewe unajua kila kitu, kwani ni siasa za matamko ya mwenyekiti wa taifa tu. Hakuna hakuna kikao, kikao cha cha baraza kuu, hakuna kikao chochote kilichofanyika. Na ndio maana kama wanakumbuka uzuri, viongozi wao wenyewe walisema, sisi hatukuja na hii kauli ya no no no, si election no reforms mwenyekiti mwenyewe mpya, na ndio maana nyinyi tuanze kushinda uchaguzi ghafla wanaaamo lakini, pia ukaingia kwenye mada ngumu kidogo wa kuteka watu na kusingizia serikali, hatujaona na moja kwa sababu, mele, moja matamko ya vyombo vya dola yakiashiria kwamba pengine viongozi wa chama ambao na bahati nzuri sisi wengine uh, tumeshatolea matamko uh, ndugu yangu wewe uh, uh, uh, wene, uh, ni mwandishi wa habari, naomba uende nyumbani ni kwako ukitulia, naomba utafute kitabu cha Dr Sla nyuma ya pazia. Hata ni kuonyesha kitabu kinachofanana, tafuta hiki kitabu cha Dr Sla nyuma ya pazia, hiki unaona, hiki kitabu kimeeleza ndiye alikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema taifa. Sawa, makamu mwenyekiti wa taifa. Baadaye Dr. Slaa akawa katibu mkuu wa Chadema taifa. Dr. Slaa aligombea ubunge kwa tiketi ya Chadema na akawa mbunge wa Karatu. Dr. Slaa aligombea urais kwa tiketi ya Chadema mwaka 2010. Dr. Slaa amekuwa hamekuwa ha amekuwa eh, mwenyekiti wa baraza la na maskofu Tanzania amekuwa na, na amekuwa hadiri. Huyu mtu anafikiri imam hawezi kurukuka kwa kuchukua karamu yake. Kaandika haya hapa sasa matabu ya jana. Jambo la pili na addo la lakini, nikisome chote sababu tunaeleza mambo mengi, naomba nikusome yote. Cha kwanza, anasema jambo la pili ambalo limejirudia mara nyingi, jinsi chama cha demokrasia na maendeleo, chama changu ambacho ambacho nimekijenga kwa misingi imara Sawa, kitendo cha kutofuata misingi na tu taratibu zilizowekwa katiba na jina tu kama, kama mapambo au mtego wapenzi. Wapenzi, ni kweli liko rudi urudi la watu liko kundi mm -hmm. e, na eh, la watu wanaodanganyika kwa utaratibu huo kwa kufuata jina hilo. Kitendo cha kutekwa na kutupwa munio ufweni eh, kina aksi vipi jina la chama kama, kama unatofautiana na nao, unamhukumu bila kufuata utaratibu mm -hmm. Kitendo cha kumchukua kijana na kumtesa na kumpeleka msitu wa hani

Kitabu hiki wakati kinaandikwa na Dokta Sasana. Alikuwa upande gani? Alikuwa upande. Alikuwa Chadema. Alikuwa Chadema ndio amemaliza kuandika mwaka 2015. Lakini kumbukumbu ambayo inakurudisha nyuma, najua swala lako linagharimu Dokta Slaa, labda nikusomee tena na kipengele yangu, nikuambie sasa. Ninasikitika, ninawasikitia Watanzania ambao kweli walikuwa na shauku ya mabadiliko, ninawasikitia Watanzania ambao kweli walikuwa na shauku ya mabadiliko kwa kuwa walikuwa wamechoka CCM. Kwa bahati mbaya, katika mazungumzo yetu mimi Dokta Slaa na mheshimiwa akarudia tena kauli yake ya, ya kuweka mkataba na shetani wapo tu kwa mkataba huo tutaiondoa madarakani. Hoja hiyo ilinieletea chefuchefu ikanifanya nishangae na kudharau. Kwa hilo nilimwona kama mtu asiye na msimamo bali mwenye kusukumwa zaidi na maslahi, hasira, kinyongo, hisia. Nilimwona kama mtu asiye na maadili, mtu asiye na maadili kwa tabia hatari ya mustakabali wa taifa inasomeka e, ukurasa ukura, ukura, wa kumi na nane, ile si ndio yaani? Najua swali lako unataka kuniuliza nini. Dr. Slaa akiwa ndani ya Chadema kama katibu mkuu, aishagombea urais, wanajiandaa kwenye uchaguzi mkuu. Dr. Slaa alizunguka nchi nzima ya Tanzania mpaka mwembe yanga, alimuita aliwaita watu fulani fisadi, list of shame, kama naikumbuka, hata kama alikosea au alipatia wa, lakini alishaita watu fulani list of shame mafisadi. Leo leo wako kwenye kikao, wanamletea kwamba Lowasa kakatwa kule kwenye CCM, hayati Lowasa ameletwa ndani ya Chadema na immediately agombea urais. Dr. Slaka akamwambia mimi, mimi wakati wao wameandika hili kitabu mm -hmm. mimi nimeshiriki kumsema huyu bwana, nitaingia mtaani vipi kama katibu mkuu kumsafisha huyu bwana sitaweza kufanya kitu kama hicho, akaamua kuondoka. Kitabu chake kiko, kimetoka. Kwa hiyo nyongeza ndio hiyo, anakwambia, wakati Lisu anamwambia kuhusu Lowassa, alimwambia yeye, Lois yuko tayari kuingia mkataba na shetani kuhakikisha nchi hii inaondoka mikononi mwa wa kwa gharama yoyote ile. Mkataba na shetani, ndio Dr. Slaa. Kwa hiyo swali lako najua ulikuwa una reflect hii kitabu, kimeanza kabla ya, ya Dr. Slaa kuondoka ndani ya chama kile kwa sababu kama mazungumzo yake unayo kama mazungumzo yake unayo, hmm, tungekuwa tuna uwezo wa kucheza klipu. Kama mazungumzo yake unayo, alisema hivi kwamba chama hiki kimeumiza watu, kimeteka watu. Leo mnaniuliza swali kuhusu kupigwa risasi, una mazungumzo hayo, akasema mimi sitaweza kulijibu hili swali la saliasu kupigwa risasi, kwa sababu hata ndani ya chama changu walikuwa wanayafanya haya matukio, wanasingizia serikali na kuna kijana alitekwa baada ya mwezi mmoja, Red Brigade ananifata ofisini kwangu kama katibu mkuu, ananiambia dokta, mimi ndio nilimteka bwana yule, na mimi ndio niliagizwa na viongozi wa chama. Dokta Slah anauliza kwa nini hamkuniambia mimi kama katibu mkuu wa chama hiki? Wanamwambia, walimpa majibu mepesi kwamba tungekwambia ungelituzuia kwenda kufanya hili tukio, kwa sababu viongozi walisema tukimteka bwana yule, tukimumiza bwana yule, itaonekana ni serikali ya CCM imemteka. Kwa hiyo itawatengenezea CCM chuki kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo mazungumzo yao yapo, na mnasikia kwenye kitabu ameandika. Fuatilieni ninyi kama waandishi wa habari, ili muweze kuiamini umma wa Tanzania, na ukitaka kopi yake ipo mtandaoni, ukitaka nikutumie, ukimaliza kitabu chako

Maswala ya kiuchunguzi na kiulinzi sio maswala ya mkoa, hmm. Yan, yanahitaji vyombo vya ulinzi na usalama. Dr. Salah baadhi ya dokumenti na nyaraka alipeleka alipeleka kwenye vyombo vya ulinzi na hata wale watu waliotekwa na kuambia walipeleka kushasha kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Issue ya dada sisi haituhusu, lakini dokumenti watu walioumizwa ili kuingizia serikali iko, iko documented na iko kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na, vyombo vyombo vyombo na, na vyombo baadhi ninajua, kila mtu anajua, bwana Bwana Joseph, uh tupo sasa katika hali hali hali hali za uchaguzi, lakini tupo katika naweza kusema ni mwenye nguvu, lakini kwa kiasi cha nchini kwetu, kama mambo yanasema na baadhi ya jamaa yanasema, haziwezi kupiga kura na wala wala haziwezi kushiriki katika uchaguzi wa moja kwa moja. Na kwa siku za nyuma kidogo, kuna mafanikio mafanikio mengi ambayo yalitokeza katika nchi yetu, mfano wa matokeo ya uchaguzi kama hivyo na matokeo mengine kadhaa ambayo yanakuzwa yani, yani, limetokea tukio moja, moja, moja, moja ki ki wa wa ambalo labda wamemteka wao mtu wao wamemuumiza wao wakalichukia waka hilo tukio wakaongeza z na mengine wakaonesha taarufu. Kwa sasa sasa hivi kuna mfumo wa taarufu, wanatengeneza taarufu ya bwana. Kwa hiyo matukio yote kwa sasa hivi ni taarufu tu, yanatengenezwa, yapo yanatokea. Kwa mfano, litokea tukio kubwa la kutekwa ndugu yetu alikibao akasimama, sasa hivi katika John Mnyika

Alitoka Ali Kibao Tanga, akaja Dar es Salaam akatekwa. Mnyika akatuambia kwenye bia yake kwamba ni nini. Mimi mimi nikasimama

Sasa kuchukua hatua wa ndio hiyo sasa kubebana kwa sababu mimi nashangaa alikwambia ujang, walikwambia kiuhalisia watu wanaishi sehemu moja eh? wewe sijui unaishi wapi? Mi naishi porini huku Chalinze, labda nikija Dar es Salaam nyumbani kwangu, labda magara magara huko -magara sindio? Hawa watu wa viongozi wa vyama vya siasa, ile krimu kubwa ya juu, maisha yao ni Masaki, maisha yao ni Sarasara, maisha yao ni Sibunju, maisha yao ni sehemu expensive, na viongozi wa serikali. Maanake hawa watu milango yao inapakana, hawa watu wanaoana, ndugu yangu, hawa watu watoto wao wanaoana, wanapendana. Wewe ni kuuliza swali, kuna kipindi uliona undugu kati ya Dr. John Pombe Magufuli na Msigwa aliyekuwa mbunge wa Chadema? ulishawahi kuona <coughs>

hapo tumevea ya phone, unanisikia? Unanisikia? Unanisikia vizuri eh? Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, iko sawa? Hello, hello, hello, kama nataka nikiacha mezani kwa ni mna shida? Okay, sawa. Uh, mwanaharakati uh, Josefu, hivi karibuni kumekuwa na picha mjongeo ama video ambayo ikimuonyesha mtu mmoja aliotambulika kwa jina la Captain uh, Tesha ambaye amejaribu kuelezea mambo mengi sana kuhusiana na mwenendo mzima wa taifa letu la Tanzania, lakini pia uh, kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, na kutaka mamlaka za juu zaidi za ulinzi na usalama wa taifa kuchukua nchi hii uh, kwa mustakabali wa taifa, kwa maelezo yake mwenyewe. Unahisi kwamba nini kimeleta msukumo huu? Kwa sababu mara nyingi naona inapotokea changamoto ni kama unaikwepa kusema, inatokea upande mwingine, na hili pia inaweza kuwa limetoka upande mwingine Nimekwambia sasa hivi kuna taharuki mm. E, na bado e, taharuki zinatengenezwa, zimeanza mdogo mdogo, wameenda kwenye mwendokasi. Bahati nzuri mwenyekiti wa Chadema alikamatwa karika, yule mgawe wa, wa Kibamba kwa mm -hmm. sababu ndio ulimwona kwenye picha hizo hizo mjengeo mm -hmm. akiwa anarusha mawe kwenye mwendokasi, lakini mwisho wa siku hizi hizi hizi hizi taharuki zitaendelea mpaka uchaguzi mkuu. Leo zimebaki siku ishirini, bado zitaendelea.